Tonasikia kisi mnasema na mnadefendre maneno tuliuliza, kama tuko naendelea kuuliza ile maneno, kuko sababu tangia tulitoka Shabunda munjia ya sheferia wa Kabangu na Kabambale tunapanda kwenda kujina ya vita, kufika tunainstalle kamituga tunatoka kambi tunaenda Mwenga, kutoka Mwenga bato banafika Kilungutwe. Mtaendelea na hiyi ulizo. Wakati huko unapigana na mwanaume mwenzako, we unabakia mkiti na ngoya kila saa, mwenzako ukiwa kupigia ngumi mukiti mwako munyumba na bila wewe kumurudishia na wakati unapomrudishia au utamfuata kwenda kumsindikiza na wewe kwake kunyumba nyumba. Esiku huko napigana. Jina tuko nao ya Mzalendo iko na ogopewa na bale batu. Me. Tangia tulikuwa miaka kasika. Paka leo. Tulishakaenda kwa atake M23 wapi? M23 ukia kutuatake, tunapigana na tunamukimbiza, na tutamfuata ni tunarudia kukia kuikala chini. Siku gani tutafika kabukavu? Vita tuko nao ni ya kameleo. Nitafika pale, nitafika pale, nitafika pale. Na Lipondo anaendelea ukata nyongolo. Hii ilikuwa murebelio ya zamani. Vita gani tuko nao ya kongoyaka tu. Aduyi akyake kutwatake siye bakuatake. Adui reberi muinchi ya Kongo muinti yetu adui njo nakuwa tuatake saa vile sie njo reberio. Bandugu zangu, mezali inasema mumuzaa nje mbo alilalaka mama yake. Hii muzaya tuko nafanya mwisho yayo, eme ventrua kututawala M23 kututawala sababu tuna, tunaeka akili yetu kungoya tukule kwanza franga kisha tutapiganisha. Ni bongo. Mwenye kuna kasirani ya kitu yake angali yake kufu, kukuvala atavula tunguo na anaanza vita. Mutoto ya mtu akajimwanga mumai. Baba na mama abata ngoya kuvula manguo bata jimwanga kwa kufuata mtoto yabo. Pourquoi siye muzalendo atujimwange mumai kwa kufuata mtoto yetu? Na mizare moya ya kiregi nasema, kama kobe anaanguka mushimu na akapata nguvu ya kujitosha mwele shimu na kuvuka, eske kobe ndio atachekewa, wala we mwenye ulitimba shimu ndio utachekewa? Ulizo yangu yango kubwa, yeye ya bazalendo, ile ba generale bote, ba president ya mouvement yote, ndio nauliza ile ulizo: kobe akianguka mushimu na akavuka Batacheka kobe ama watacheka mwenye, mwenye shimu? Bazalendo banayala Uvira na kubakia tu adui kukiana tuzingatia, adui kukiaka na tuzingatia, si tunapatia adui muda ya kutawala Uvira. Siku atatulamukia eske tutalala mule Uvira? Tuko na ngoja paka siku siku M23 atapiga lisasi Uvira, ndio siku vita itaanzaka. Leo M23 anaingia munjia ya kimbili, leo anakuwa nzibira. Siku atalamukia uko hola, ataingia munjia ya Mwenga hatafika Mwenga. Kisha ni tunajisema kama tuko na vita tuko nafanya. Aliwaambia tena, wa ndugu zangu, tuache kwanza habari ya kugombania madaraka. Nimero Enjo atatupatia madaraka, wakati tunafanya kazi ya kuonekana. Tutapata Valere mbele ya Nimero E. wa inchi. Tuache tilibalisme ya matribi, eniko Mubembe, eniko Munyindu, eniko Murega, eniko mufulani, eniko Mufreoro. Tuache ele bitu, uwe Mufreoro, uwe Munyindu, uwe Mubembe, uwe Murega, uwe Musha, Mubangubangu, Muzimba, Munyenonda, Mukwami, Muzula. Siye bote ni batoto ya Kongo Tupigani kikabila, tupiganie kwanza kugomboa nchi yetu. Tutasemezana tukisha kamata nchi yetu kumkono peisa Rwanda itugandamize. Bandugu yangu, tuko na nguvu ya siraha, tuko na nguvu ya kuangamiza siraha adui iko nazo. Tunaikalia tu kugombania mabarier, tunaikalia tu kugombania vyeo, banamuke pombe, mwisho Utasame ile masemi yangu adui anaweza ukia kuvunja barieri ya muzalendo adui na una tuna tunaikubali, amuone kama kuzarawika sana. Hii dodose leo iko wapi? na bilii tungali namuweka tunamufuga bilii. Si ndio alitoka na dodose Bukavu kabala iko wapi? Foka Mike alimunyangula tu so, na anaenda naye. So ya ile desordre au balikia kufungula, ndio biko nafungulia M23 ndii. Munawaza mabariere ndio likia kuvunjiwa. Balikia kufungulia M23 bapate njia ya kupita. Kusudi mutalalamika, njala natuna biacha, natuna bichoka, na tunabiacha tunabichoka, na M23 anapata njia. Bale basoda Foka Mike alienda na acha na bili. Eske, ni basoda ya gouvernement? sini maadui yetu hii leo Folk nani kabala uliko iko nastakiwa na, na province muzima ya Manyema njuko na mustaki kabala kumatendo alikuwa anatenda kule eske, alikuwa kuvita, si ndio? alikuwa anafungua, ukiwa anafungua njia natenda ipate njia ya kuingia mwenga na, na kamituga tujitemee mate kukifua mwanaume anajitemeaka mate kukifua. Kama unakusudia kufanya tunaitwa muzalendo, me tungali turudilie kwanza akili ya kimaimai. Maimai aliangamiza RCD, na RCD alikuwa ali ali na nguvu za ajabu. Me, maimai alimwangamiza, maimai alimshinda na kumkimbiza. Tulipata pia retari wakati ya 64 kupiga na kurudia, wakati ya RCD kupiga na kurudia, ile wakati ya RCD Maimai alipasha ingia paka Rwanda alikuwa na nguvu ya kuingia Rwanda. Me, hii magonjwa hii. Na Mezali nasema ekirie moya haiwezi kukamata mwanamke mara pili kunguo. Kukia na ekirie na nitakuonga hii ekirie tulale kwanza. Ngoja kwanza hii saidie kwenye busubui tena kukia na ile ekirie. Eske wewe ni hauna akili? Yeye nini hii tabia inatugandamiza tu? Ya kongojeleaka vita kumulangu yetu ya nyumba. Tupange kwanza akili tufungule njia tufungule njia moe Uvira ikakohola Bukavu, nayo ikoholewe wapi? Kule kwetuko na Bukavu combie de kilometre kule kwetuko, siku gani tunaweza fika Bukavu? Mevita iliomba siku banatikisa Uvira, Bukavu nayo itikisike basipate ramforo ya kwenda Uvira na Uvira isipate ya, ya ukwiya ya Bukavu kama inaweza kuwezekana, watoto ya Mungu kusikia, wakongomani wenzangu wa baba yangu wa kaka yangu wadogo yangu, tujikosoe kwanza, tuache bingine vyote bietu vya munyumba tubiache nyuma, tupigane kwanza vita ya nje, tuache bietu vya kunyumba. Merci na kusamee wasemia.